Jamani, Bwana Yesu apewe sifa ya. Sijui kama ninasikika vizuri, maana huko neti leo naona changamoto sana. Hiyo watu, unanisikia basi andika hapo kwamba ninasikika vizuri, okay. Tunamshukuru Mungu katika miisho hii ya juma hili ambayo ni siku ya saba siku takatifu ya ibada. Bwana ametuleta tena kwa ajili ya kuisikia sauti yake. Jina lake litukuzwe sana. Na sasa leo tu kwa dakika hizi chache zilizosalia tunaweza kumsikiliza bwana akizungumza nasi. Haa, tuombe. Mungu wetu, tunakushukuru, tunaomba tena na tena utufundishe asubuhi ya leo, maana ndivyo tunavyoomba tukiamini, uko nasi, utaendelea kuwa pamoja nasi kwa jina la Yesu Kristo amen. Ah, ni shukuru kwa jana pasta, kuendelea pamoja nasi na leo, tuna ia hitimisho la somo letu, na katika masomo yetu tulijaribu kugusa, kuna vipindi kama saba, iko saba hadi kumi ya ya safari ya maisha ya Yakobo, labda niseme tu ya kwamba kwa ufupi, moja ya maisha ambayo yana mafunzo makubwa katika wazee wa imani, <coughs> baba wa imani, moja ya maisha ambayo ni magumu na yamejaa tabu ni maisha ya Yakobo. Yakobo ya Yakobo Yakobo alipitia maisha ambayo ni magumu sana, na sasa tulishia tu tumeshia katika vipindi viwili ambavyo ndivyo tumejifunza Mungu akitujalia wa wakati mwingine tutapitia hivyo vipindi vilivyobakia kuona ni namna gani huyu mtu wa Mungu alistruggle kwa ajili ya utambulisho wake. Sasa leo tutaenda tu moja kwa moja katika sura ile ya 32. Sura ile ya thelathini uh, na mbili ambapo fungu letu kuu limetoka sura ya thelathini na mbili mstari wa ishirini na mbili Uh, neno la Bwana linasema akaondoka usiku ule akawatoa wakeze wawili na vijakazi wake wawili, ishirini uh, na tatu, akawavusha eh, akawatoa, aka akawavusha mto, akavusha na vyote alivyokuwa navyo. Yakobo akakaa peke yake peke yake ngambo ya pili Aa, na mtu mmoja akashindana naye usiku. Aa, na alipoona ya kuwa hamshindi, alimgusa panapo uvungu wa paja lake, ukateguka uvungu wa paja lake Yakobo alipokuwa akishindana naye. Akasema, niache, niende, eh, maana kuna pambazuka. Akasema, sikuachi, usiponibariki. Akamuuliza, jina lako ni nani? akasema Yakobo. Akamwambia, jina lako hutaitwa tena Yakobo, ila Israeli, maana umeshindana na Mungu na watu e, nawe umeshinda. Sasa sikiliza, jina la Yakobo alipewa wakati wa kuzaliwa na wengi, kwa sababu ya sifa yake, tunajua tu jina la Yakobo maana yake mdanganyifu lakini maana yake haikuwa hiyo. Pia hiyo ni maana baada ya sifa alichokifanya cha udanganyifu na nini na nini, ndiyo maana likaenda kule. Lakini wazazi wake walipokuwa wakimuita hilo jina hawakumuita kwa maana ya mudanganyifu. E, ukiangalia wajaribu wa, nilikuwa najaribu kufuatilia kiini na mzizi wa jina hilo. E, jina lake maana yake unaweza kukuta anaitwa, uh, ni mtu baada ya kuzaliwa amemshika mguu ndugu yake, aliitwa anayefuata, yani maana ya Yakobo baada nani, ina maana ya mtu anayefuata. Au jambo la pili, mtu mwenye mapambano e, wanaita saplanta au nani au jiji. Maana ya tatu ni mtu ambaye anapambana, maana kitendo cha kumshika mguu ni mtu aliyekuwa anafuata, lakini mwenye tabia ya mapambano mwenye tabia ambayo ni yenye mapambano mwenye tabia ya yaani, mtu ambaye yuko radhi kufanya chochote kwa ajili yake mwenyewe. Ndiyo maana yake nyingine ambayo ilikuwepo, ambayo baadaye kwa sababu ya kile alichokifanya ikaunganishwa tu pale, akaitwa mdanganyifu. Sasa baada ya muda mrefu wa kutoka nyumbani, tulivyojifunza dhambi moja ilimwondoa Yakobo nyumbani na akaenda kwa Rabani. Kwa Rabani inasadikika, kulingana na maelezo inasadikika alikaa miaka ishirini kumi na nne ya kufanya kazi, sita ya nyongeza pale, habari ya kubadili na nini na nini na mshahara na vitu vingine. Kwa hiyo wana wanakadiria ni miaka ishirini hadi thelathini ambayo Yakobo alikaa, na baada ya kukaa ukisoma kitabu, nimependa kusoma habari yake katika kitabu hiki cha Wazee na Manabii mia tisini na tano ukurasa anasema, Uh, Yakobo alipokaa kwa Rabani, baraka za Bwana zilikuwa juu ya nyumba ya, ya Rabani, na muda ulipofika Yakobo ilimlazimu atoke, na alipokuwa anatoka, Rabani alimsihi sana aendelee kuwepo. Ukisoma kitabu kinasema, kwa nini alimsihi sana Yakobo aendelee kuwepo? Uwepo wake katika nyumba ya Rabani ilikuwa ni baraka kwa vitu vyote alivyokuwa navyo Rabani. Hapa tunajifunza kitu kimoja, kama wacha Mungu fanyika baraka kwa watu unaoishi nao hadi fike mahali watu waseme kwa kweli usiondoke. Maana Yakobo alipokuwa anajaribu kuondoka, Labani alikataa kwa sababu aligundua uwepo wa, wa Yakobo katika familia yake ulikuwa ni baraka. Anasema lakini Labani alimsia bakia akisema maana nimetambua ya kwamba Bwana ananibariki kwa ajili yako aliona kwamba mali yake ilikuwa ikiongezeka chini ya uangalizi wa mkwe wake. Fanyika baraka kwa watu unaoishi nao. Pale kazini, fanyika baraka, watu waseme usiondoke, katika ofisi hii ni kwa uwepo wako, tunaona ofisi inaenda sasa. Jiulize swali, unapokuwa katika biashara, katika duka, katika shughuli zote unazozifanya watu wanaokuzunguka je, wanabarikiwa na uwepo wako au wanalaaniwa? maana kuna kuwepo mahali fulani watu wanakuwa wanawaza kwamba ikitokea ukahama basi, angalau uhame, kwa sababu unaleta matatizo katika eneo lilopo hapo unapoishi. Katika nyumba yako, majirani wanaokuzunguka, umefanyika baraka hapo au watu wanahuzunika kwa sababu ya uwepo wako? Hilo ni somo la kujifunza katika kipindi hiki kingine. Sasa ili aondoke, ili aondoke katika ukisoma haya mafungu katika hii Mwanzo sura ya thelathini na mbili, unagundua kwamba Mungu anaruhusu jambo litokee ili Yakobo aondoke, Yakobo aondoke. Katika aya thelathini, aya ya thelathini na moja, utagundua ya kwamba Bwana akainua chuki kwa watoto wa Rabani, wakamwonea wivu Yakobo kiasi cha kwamba wakapanga njama ya kutaka kumdhuru. Hicho kitendo kilimfanya Yakobo aondoke, atake astake, lazima aondoke. Na kwa nini alifanyika hivyo? Mungu aliruhusu ili Yakobo atoke katika nchi ya raeko ile, arudi kule ambako aliweka agano na Mungu. Sikiliza kwa ufupi tu ha hapo, kuna kipindi kwa hapo kutoka e, Yakobo hadi Betheli, kutoka kwa Rabani hadi Betheli. Lakini kuna hapo, kuna hatua kadhaa. Kuna kutoka e, kwa Yakobo, kutoka kwa Rabani kwenda Mahanaim. Mahanaim ni pale mahali alipokutana na maraika usiku alipokuwa na safiri, maana kabla ya kutoka alikutana na maraika mahali fulani panaitwa Mahanaim. Maraika wanatembea jeshi kubwa Yakobo akasema, mmm, hawa si watu wa kawaida hawa ni jeshi la Bwana. Akapaita mahali pale Mahanaim, na baada ya kutoka pale ndipo anafuatiwa na Yakobo anafuatiwa na na Labani na, na baada ya kutoroka akamkuta amepiga kambi mahali na akaweka agano, baada ya hapo ndipo anatoka kukabili milima ya kwao na anapokabili milima ya kwao sasa, sikiliza hiki kitabu kinavyosema Eh, dhambi unapoitenda na unapomtendea mtu mwenzako ubaya eh, kabla hujashuka katika kaburi lazima ubaya ule uone katika maisha yako. Sasa sikiliza Yakobo anapotoka ashyanapotoka eh, katika hii sura ya thelathini na mbili katika kitabu hiki inaeleza vizuri katika sura yake ya kumi na nane kitabu hiki cha eh, Wazee na Manabii. Napendekeza kama unaweza ukakipata, ukisome ukielewe vizuri anasema usiku wa mapambano, ukiona hapa, anasema katika ukurasa wa 198 anasema dhambi yake ya kumdanganya baba yake daima ilikuwa mbele yake. Alifahamu kwamba uhamisho wake huu wa muda mrefu ulikuwa ni matokeo ya moja kwa moja ya dhambi hiyo, na alitafakari juu ya mambo haya mchana na usiku. Sikiliza hapa ni hapa anasema ingawa Yakobo aliondoka padani Aram kwa baba yake kwa kuitia agizo la Mungu, haikuwa pasipo wasiwasi mwingi kutembea tena katika njia iliyopita awali, akiwa mkimbizi wa miaka ishirini iliyopita. Sasa anaendelea anasema hivi e, anasema hofu e, dhambi hiyo na alitafakari juu ya mambo haya mchana na usiku, shutuma za dhamiri iliyo inayoshtaki E, zikifanya safari yake kuwa ya kuzuni mno alipokuwa narudi, kadri milima ya nyumbani kwao ilivyokuwa ikijitokeza mbele yake, kadri alivyokuwa najaribu kusogea nyumbani, milima ilipokuwa ikijitokeza mbele yake kwa mbali, moyo wa mkuu huyu wa ukoo uliguswa mno, mambo yote wakati uliopita yakaibuka wazi mbele yake pamoja na kumbukumbu kumbu ya dhambi yake ilikuja pia wazo la upendo wa Mungu kwake na ahadi za msaada wa uongozi wa Mungu. Gharama ya kubadili utambulisho. Yakobo alipokuwa na safiri kurudi, kadiri milima ya nyumbani ilivyokuwa ikionekana, ndivyo hofu na mashaka vili dhambi yake ilizidi kuja ndani. Aliona dhambi jinsi na kumbuka ni miaka ishirini hii amekaa Ame Ame pasipo amekimbia amekaa pasipo E, kukutana na ndugu yake. Lakini nikutie moyo ya, eh, kwa ya kwamba kwa neno hili ya kwamba kwa miaka yote hiyo ishirini, bado Yakobo, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, hakuwa Mungu wa Yakobo, alikuwa bado. Na ndio maana alipokuwa akitokea, akijitambulisha, bado alikuwa anamwambia, mimi ni Mungu wa Isaka. Mimi ni Mungu wa Ibrahimu. Inchi hii ukaayo nitakupatia. Inchi hii ukaayo utatawala. Inchi hii wazazi wazao watatawala. Hakuwa amewahi kusema mimi ni Mungu wako. Mimi ni Mungu wako Isaka, Yakobo. Ah, bado. Aa, ile ile ungamo la kweli la Yakobo lilikuwa bado halijafika. Sasa sikiliza, Yakobo anaporudi. Sasa sikiliza hapa, niliseme tu katika hii sura ya 32 kwa muda mfupi, ya kwamba Yakobo kadri alivyokuwa akisogea milima, akisogelea milima baada ya kuachana ali, hatia ya dhambi ilikuwa inakuja kwa spidi na huzuni na wasiwasi vilikuwa ndani ya moyo kadi ilivyosogea, na mbaya zaidi kilichokuja kutokea ni di, anapokaribia anatoka padan alam ametoka ma, mahanaimu na ametoka pale alipokuwa amepiga kambi kuachana na rabani anapofika katika kijito jito hiki e, pale yaboki anapofika pale ndipo anapokea taarifa nyingine mbaya, taarifa nzuri, lakini mbaya. Taarifa hii inasemaje? Esau amesikia Yakobo anakuja, na sasa Esau anamwambia ana, ametuma wajumbe kwa Yakobo, anaambiwa Yakobo ya kwamba Esau ndugu yako anakuja kukulaki. Hiyo taarifa haikuwa taarifa nzuri kwa Yakobo na kwa sababu hiyo Yakobo akafadhaika aka sana kusikia hiyo taarifa, na hapa ndipo kiini cha taabu ya Yakobo, kiini cha taabu ya Yakobo. Ukitoka hapa mbele yake kuna kitabu ziko e, kiini cha taabu Mungu akitujalia tutapata hapo. Kwa hiyo Yakobo anapoipokea hiyo taarifa inamfanya moyo wake kuhuzunika sana, na kama binadamu anajaribu kukabiliana na hali hiyo, lakini kumbuka hatia ya dhambi bado hajafanya toba ya kweli. Ndio maana ukisoma katika sura hii ya thelathini na mbili, Yakobo anajaribu kufanya miundo mbinu, na miundombinu anayoifanya ni kwamba anajaribu anajaribu kufanya kuona namna gani anaweza kuharmonize na ndugu yake, maana sasa Yakobo katika wazo lake ni ilia kwamba Esau anakuja tena, akapewa taarifa, anakwambia anakuja sio yeye tu, ana jeshi la watu mia nne, anakuja kukulaki. Hiyo taarifa haikuwa nzuri, haikuwa nzuri. Unajua hii taarifa unaweza tu ukaisikia. Kwa hiyo nilete kwenye ma, mazingira ya kawaida, ni mtu mmoja ameua hapa Dodoma akakimbilia Bukoba, na sasa amefika Bukoba amekaa miaka ishirini na huko amejitia amani kabisa, kwamba hapo sasa huku mambo yamekaa sawa. Anaporudi anafika Bahi anaambiwa jeshi la polisi liko njiani linakuja kukula hapa Bahi. Hiyo taarifa sio nzuri, unaweza ukageuza urudi ulikotoka. Lakini Yakobo akajitia moyo akasema, inanilazimu ni lazimu rudi Betheli. Katika mawazo ya dhambi aliyokuwa nayo na hatia bado upendo wa Mungu ulionekana, kwa sababu walipokuwa naambiwa kutoka kwa Rabani alikuwa hajaiyari kutoka, lakini mpaka Mungu alipomwambia rudi katika nchi ya baba yako, mimi rudi huko mimi ni Mungu wa Ibrahimu, rudi huko. Na alikuwa nahakikishiwa arudi Betheli kwanza, alipofanya agano na afanye toba ya kweli na arudi. Kwa hiyo Yakobo anapopata taarifa hii inamhuzunisha, na moja ya mambo aliyoyafanya alitenga makundi ya kondoo alitenga makundi ya wanyama karibu wanyama mia nne mia nne akawaweka akaweka makundi kwa watumishi wake, mbele mbele mbele mbele yake, akavusha aka akavusha akavusha ile makundi, na aliyaweka kimkakati, aliyaweka mengine kushoto mengine kulia, mengine kushoto mengine kulia. Na alipoyaweka hivyo, akawaambia kwamba ikiwa mtakutana na Esau, mwambieni hii ni zawadi, hii ni zawadi yako, hii ni zawadi yako, ili kwamba kupunguza makali ya hasira ya nani? ya ya, ya Esau. Yakobo mpaka hapa anachokifanya, anataka kupambana haya kitu, anachokifanya anafanya kimwili zaidi, hajafanya kiroho, maana yake toba yake bado, na ndio maana anajaribu kufanya miundo mbinu ku harmonize. Kila unachokipata kwa udanganyifu ni utahitaji udanganyifu kukitunza, na ndio maana unaweza ukajitahidi kufanya uwe mwema, lakini haiondoi dhambi uliyoifanya ni mpaka ufanye toba ya kweli Alipofanya hivyo, alipomaliza sana, akawavusha mke wake, akamvusha mbele yake na watoto, Yakobo akabaki ng'ambo ya pili. Na katika ng'ambo ile ya pili ilimhitaji, ukisoma kitabu, ilimhitaji Yakobo kukaa peke yake ili afanye toba. Katika safari ya maisha ya kiroho hahitaji wingi wa kanisa hahitaji wingi wa wazee hahitaji wingi wa washiriki. Swala la toba linahitaji ukaa kukaa na, uka, uka, na kutafakari kile ulichokitenda kwa Mungu. Sasa kwa ufupi tu, Yakobo katika hii sura ya mia mbili nani ukurasa wa mia mbili nasema ilikuwa ni katika eneo la upweke la milima makao ya wanyama wakali wa mwitu, mahali pa maficho ya wanyang'anyi na wauaji. Peke yake bila ulinzi, Yakobo alinama ardhini kwa huzuni kuu. Ilikuwa usiku wa manane. Kila kitu kilichofanya maisha yawe ya kupendeza kwake kilikuwa mbali naye, na akiwa katika hatari ya kifo. Chungu kuliko yote ilikuwa wazo kwamba dhambi yake mwenyewe ndiyo iliyoleta hatari yote hii kubwa kwa watu wasio na hatia. Kwa vilio na machozi ya dhati, alimwomba Mungu. Ghafla, mkono wenye nguvu uliwekwa juu yake. Alidhani kwamba alikuwa ni adui. Katika ile kutafakari usiku wa manane, kumbuka anapoungama wazo katika kichwa chake, Esau anakuja. Na ndio maana katika usiku mkono ulipowekwa juu tayari akajua Esau amefika alidhani kwamba alikuwa ni adui, amekuja na akaanza kupambana naye usiku kucha. Na ndio maana unapofika asubuhi, anamwambia niache niende, na Yakobo anamwambia sikuachi mpaka utakaponibariki. Ndio katika fungu lile kuu linasema ee, jina lako unaitwa nani? Akamwambia ninaitwa Yakobo. Anapomwambia jina lako unaitwa nani, si kwamba halijui analijua maana yake swali lilikuwa ni zaidi ya jina, swali lilikuwa ni zaidi ya jina, swali lilikuwa linahitaji ni, ni, ni toba. Akasema mimi ni Yakobo, maana yake niliyedanganya, maana yake niliyeacha, niliyemnyang'anya mwenzangu, mimi ni mudhambi, mimi sifai. Ndio jibu la Yakobo. Ndio maana malaika akamwambia hutaitwa tena Yakobo bali utaitwa Israel maana umefanya toba ya kweli Yakobo akasema, wewe unaitwa nani? Malaika akamwambia, hutaki, upaswi kujua. Yakobo akamngangania, ndipo malaika akamgusa kwenye ubavu, kwenye, kwenye uvungu wa paja. Sasa sikiliza, mguso huu wa uvungu wa paja ulikuwa na maana gani? Maana yake ya kwanza ni hii, alipoguswa kwenye paja akateguka, na kutoka katika hapo alipoteguka, alienda kwa kuchechemea kuvuka ule mto, kuungana na familia yake, kumkabili Esau. Maana yake ni nini? Alipovunjwa ubavu huyu, tutauangalia vizuri wakati mwingine, alikuwa Mungu anamwambia kwamba si kwa uwezo, mapambano haya unayoyaendea si ya kimwili tena, bali ni ya kiroho kwa sababu hiyo alikuwa hana uwezo. Alikuwa anajaribu kumkabili Esau kwa nguvu zake, Mungu akamuonyesha ya kwamba kwa nguvu huwezi kumkabili, unanihitaji mimi zaidi kuliko ufahamu wako, na ndio maana akamgusa. Sasa kumkabili akiwa na afya, hakumkabili tena Esau akiwa na afya Alimkabiri Esau akiwa anachechemea, si kwa uwezo wake, si kwa nguvu zake, bali kwa toba yake ya kweli, ilimfanya akabiliane na Esau. Gharama ya kubadili utambulisho inahitaji toba ya kweli, kutoka kuwa mwizi kwenda kuwa mtu mwaminifu, kutoka kuwa mdanganyifu kwenda kuwa mkweli, kutoka kuzurumu kuwa mtu unayelipa, inahitaji gharama ya utambuli, gharama ya maombi toba ya kweli kukiri kwa bidii. Na Mungu yuko tayari kutupokea. Usiogope, hata kama umetenda mambo makubwa, Bwana yuko tayari kukurehemu na kukupokea. Bwana, tubariki na tusaidie, kwa jina la Yesu Kristo, amen.